penda kuwakumbusha kuwa mbele yenu kimsingi, mnalo jukumu kubwa la kusimamia kwa dhati shughuli za uhifadhi, maendeleo ya jamii, urithi wa utamaduni na maendeleo ya utalii. Hivyo mnapovaa vyeo vya kijeshi, mnapaswa kuonyesha dhamira ya dhati kutumikia na kulinda eneo la hifadhi ya Ngorongoro na kuelewa kwamba vyeo hivi kwa kweli vinakuja na majukumu makubwa ambayo yanahitaji mjitume na kuwajibika. Hivyo tunategemea ninyi kuwa mfano bora kabisa wa maadili, kama jinsi ambavyo imekuwa kawaida yenu, nidhamu na uaminifu katika majukumu yenu. Mnaovishwa leo mmebeba matumaini mapya ya taasisi waonyesho wa Tanzania na dunia kwamba Ngorongoro ina watu sahihi kwa kazi sahihi. Sisi katika utendaji wa kazi kama mamlaka, nidhamu ni sifa moja muhimu sana na nidhamu lazima isimamiwe na uongozi. Kwa nini wamesema kwamba ukiwa kiongozi unaongezewa mzigo? Kwa sababu unakuwa katika sehemu ya fanya maamuzi na yale maamuzi yanatakiwa yawe maamuzi salam mazuri ambayo yataitoa yata taasisi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kukua na si vinginevyo. Kwa hiyo, kwa ujumla, ni kwamba tuna ime, ime, ime, yaani kupewa uongozi ni kupewa dhamana ambayo utaenda kuleta mageuzi katika eneo lile unaolisimamia na taasisi kwa ujumla. Tumekula kiapo, kwa hiyo kile kiapo tutaenda kukisimamia na kuhakikisha kwamba wanawake tunakuwa sehemu au mfano bora wa kuigwa na na kuhakikisha kwamba wengine sasa nao wenyewe wanaaminiwa na kuweza kupewa nafasi za uongozi pamoja na uhifadhi. Lakini pia pia tuna jukumu la kuvutia na kutangaza utalii wa nchi ili kuhakikisha kuwa tunapata watalii wa kutosha na ambao utasaidia kuongezea mapato kama kwa kwa mamlaka na pia kwa kwa nchi kwa ujumla.